Asubuhi ya tarehe 28 Novemba mwaka 2025, kiongozi wa wanawake wa Kiislamu nchini Burundi Hadjati Jeanne, aliendelea na safari yake ya kuimarisha maendeleo ya jamii ya Kiislamu kwa kupita katika maeneo ya pembezoni mwa nchi akiongozana na viongozi mbalimbali mbali wa Kiislamu. Safari hiyo ni sehemu ya kampeni ya kuhamasisha mshikamano umoja na moyo wa kujitolea katika kuinua hali ya Waislamu waliopo maeneo yenye changamoto nyingi. Kabla ya kuelekea Makamba, Hadjati Jeanne alisimama katika kijiji cha Kayogoro kilichopo kando kando mazoni ya Makamba. Katika kijiji hicho alikutana na wakazi waliompokea kwa mapenzi na matumaini makubwa, wakaeleza changamoto zinazowakabili kubwa ikiwa ni ukosefu wa shule ya Kiislamu, hali ngumu ya Waislamu walioko nyuma kielimu na zaidi ya yote wingi wa mayatima wa kiislamu waliopo mitaani wakiwa bila uangalizi wowote wa karibu turishimye chane kuba yashowe kutugendera muri komine nziza ya gutse ya makamba na mateka akomeye chane kandi turishimye chane gose twongera tubasaba yuko mwudukurikirana

rero turasaba yuko mwodufata mu mugongo mukadufasha kubaka ayo mashure nacanecane bisata bitahari bagashobora kubishiraho kugira ngo abana bibe bijya bisata bahurumbira bari vyo twubaka kugira ngo abana bahiga ari benshi turonka abana ba kisiramu bashoboye kunonosora amashure ya leta na cane nacanecane mudushikirire shehe wacu mufti mft sarumu na yabagabo kugira ngo agire icadufashije muri ibi bikorwa turimo

ili tusame namna gani solution ya kusaidia wakinamama ili waweze kuamka. Nimekwenda nayo na inshaallah nami nitayafikisha, insha Allah. Kwa moyo wa huruma na kujali, Hadjati Jeanne alisikiliza malalamiko yao na kuahidi kuyafikisha katika ngazi za juu. Aliohamasisha kwa maneno ya hekima, akiwataka wasikate tamaa, bali waendelee kushikamana kwa ajili ya mustakbal bora wa Islam katika kijiji hicho. Kutoka hapo msafara wake uliendelea hadi Makamba ambako alifika usiku wa tarehe 28 na kuamkia majukumu ya tarehe 29 asubuhi. Katika mkutano wa waislamu wa eneo hilo, alitoa nasaha zenye kugusa nyoyo, akisisitiza umuhimu wa kumwogopa Allah, kujitoa kwa ajili ya dini na kutafuta maendeleo ya pamoja kwa moyo wa mshikamano. Wakazi wa Makamba nao hawakusita kueleza mahitaji yao na changamoto zao, ambazo ni pamoja na miundombinu ya elimu na misaada kwa mayatima na masikini. Walionyesha shukurani kubwa kwa ujuu wa kiongozi huyo ambaye waliona kuwa ni nuru iliyokuja wakati mwafaka. Tukufata nka twebwe twinjie dini ukavuga ati ko mbonye haja hariyo ao iwachu ureka ngende nkumbure bazodufasha mgao